Kwa majina anaitwa kaimu haji Swalehe, ni katibu wa muungano mnyawa AMCOS. Kwanza awali ya yote, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehema kwa kutufanya kuwa hapa leo. Pili niwashukuru watu wa NBC kwa kampeni yao warokuja nayo. Hii kampeni ni kampeni muhimu sana, na itatuletea chachu sana wakulima kutokana na haya mashindano. Kama unavyoona, kuna vitu vinashindaniwa hapo wo, Hivi vitu vitashindaniwa kutokana na uwekaji wa hela kwenye akaunti yako. Hivyo naomba sana ndugu wakulima wenzangu, tuwe na kawaida ya kuweka akiba kwenye akaunti zetu ili tuweze kushinda, kwa sababu unavyoweka hela kwenye akaunti yako ikakaa kwa muda, kwanza unapata gawio na faida, pili itaweza kunufaisha kwa kuingia kwenye, kwenye draw la shindano ya vitu kama pampu, trekta, kuna baiskeli, pikipiki kuna simu janja. Hivyo ningependa kuwashauri wakulima wenzangu, tuweke desturi ya kuacha hela kwenye akaunti, kuwekeza ili tupate manufaa. Vile vile, hata sisi watu wa chama cha msingi tunaona kuna shindano ambalo tunahusishwa, mfano pikipiki. Kama tutafungua akaunti vyama vya msingi kupitia NBC na tukawaacha pesa tukaingia kwenye droa la kushindania pikipiki, hivyo utakavyopata ilivyo. Kama mimi katibu, nitaona ni manufaa makubwa, kwa sababu hiyo pikipiki itanirahisishia safari zangu za kiofisi mwana. Kwa hiyo badala ya kuyumba kutafuta usafiri, manake hiyo pikipiki itanirahisishia. Ninawakaribisha NBC wilaya ya Tandahimba, vajisikia vako, vavekukaya kabisa na vanitisha ile mbaya